Abdallah Tilata. Mtuhumiwa wa kesi ya rushwa ndani ya shirikisho la soka duniani FIFA Eduardo Li amekubali shauri lake liende mbele nchini Marekani kufuatia mtuhumiwa huyo kuwa jela kwa zaidi ya miezi sita wizara ya sheria ya Uswisi imebainisha kuwa rais huyo wa zamani wa shirikisho la soka la Costa Rica ameondoa rufaa dhidi ya mwenendo wa mashtaka na kueleza kuwa wizara hiyo haina nyaraka za ziada kumtia hatiani Eduardo, hivyo wanamkabidhi Marekani kwa utatuzi zaidi. Eduardo alikamatwa kwenye hoteli ya Bwalak mjini Zurich Mei 27 mwaka huu, ikiwa ni siku mbili tu kabla ya kikao cha kamati ya utendaji ya FIFA hakijaketi ikiwa analiwakilisha shirikisho la soka la konka kafu. Idara sheria ya Marekani imemfungulia mashitaka ya rushwa, udanganyifu na kutakatisha fedha baada ya kuingia mikataba ya matangazo ya televisheni ya michuano ya kufuzu kombe la dunia na michuano ya CONCACAF. Watuhumiwa wengine wawili, rais wa zamani wa chama cha soka cha Honduras Rafael Hajeras, na makamu wa rais wa zamani wa FIFA Juan Angel Napout, wameonekana hawana hatia na kurejeshewa kiasi cha dola milioni ishirini kilichowekwa kama dhamana. Siku chache baada ya kocha Jose Mourinho wa Chelsea ya England kupaza sauti kuwa kazi yake inahujumiwa na kujikuta wakipepesuka katika michuano ya ligi kuu ya England, kiungo wa klabu hiyo Cesc Fabregas ameibuka na kusema kuwa wachezaji ndio wanaobeba zigo la lawama kwa kushindwa kujituma wakati wanapokea mishahara mikubwa. Kiungo huyo wa kimataifa wa Hispania aliyekuzwa na akademi ya FC Barcelona amesema kama mchezaji mwenye jina kubwa na analipwa kulingana na jina lake, ni lazima ajitoe kwa klabu yake, ikiwa ni pamoja na kuonyesha kweli anastahili kuwa mchezaji mkubwa. Fabregas amesema timu inaweza kupata matokeo mabovu katika moja ya misimu, lakini ni vizuri wachezaji wakaonyesha juhudi ya kujituma.

and, and uh, uh, the behavior have to be better than what uh, we're seeing right now from every every single Chelsea player. Wachambuzi wa soka wa England wamebainisha kuwa Chelsea inahitaji kushinda michezo 19 kutokana na michezo 22 na hivyo kufikisha pointi 72 ili angalau iweze kumaliza ligi ikiwa katika nafasi ya nne au ya tano msimu huu, lakini the Blues watatakiwa kufanya kila mchezo kuwa ni muhimu kwao. Mtoto wa bosi wa zamani wa shirikisho la riadha duniani Lamine Diack ni mmoja kati ya maafisa wanne wanaohojiwa na kamati ya nidhamu ya IAAF kwa tuhuma za kuhusika kusaidia dawa za kuongeza nguvu michezoni kuongezeka. Papa Massata Diack ambaye alikuwa mshauri wa shirikisho la kimataifa la riadha, mkurugenzi wa kitengo cha kupambana na dawa za kuongeza nguvu Gabriel Dol wanashitakiwa kwa kukiuka kanuni za shirikisho hilo. Wengine watakaopanda kizimbani kujibu tuhuma hizo mapema Januari mwaka ujao jijini London ni pamoja na bosi wa shirikisho la michezo la Urusi Valentino na kocha Alexi Melenogovik. Katika tuhuma hizo, inaelezwa kuwa bingwa wa michuano ya marathoni ya London Liliva alitoa kiasi cha paundi laki nne thelathini na tano elfu kwa lengo la kuweka kando majibu yake ya kutumia dawa zinazosisimua misuli ambayo imepigwa marufuku michezoni.